Kama kuna mashida mengi ambayo yanaweza kuwa tishio kwa umoja wa kitaifa, suluhisho moja wapo ni michezo kama hii ya mpira. Nafikiri ukiangalia watu ambao wamejitokeza hapa, wote wamekuja kuangalia vile mpira unatembea kwa miguu ya kutoka mtu mwingine, mchezaji mmoja mpaka mwingine. Hapa hakuna mtu anaweza akawa amezungumza chuki kwa mwenzake, yani kwa ufupi mpira ni kiunganishi na hatufai kuiona tu kama kiunganishi tunafaa tuzidi kuongeza juhudi ya kuitumia kama platform na njia ya kufungua pato kama kiwanda chochote kile. A, michezo hii imekushirikisha kandanda ya wanaume na wanawake, mchezo wa voleiboli na pia mchezo wa pete, bila kuacha nyuma pia mchezo wa raga a, baina ya wakina dada na wavulana. Gatuzi letu la Kilifi limekuwa ni super power kwa mipando ya michezo. Hata hivyo, tumejitayarisha vya kutosha wakati huu, ili hata wale wenzetu ambao mara nyingi huwa tukishindana nao, tukaweze kuwa na mashindano ambayo yatatufanyisha sisi pia tuweze kusonga kwa ngazi ya juu. Michezo ya mhula wa pili imekuwa ya kufana, na hata zile standard zenyewe ziko juu. Naweza sema hata volleyball ya wasichana iko sawa sana, hata football sio mbaya, na hata discipline ya watoto pia ni nzuri. Kwa hivyo mimi natarajia kuwa tukienda Lamu, tutaletea Kilifi ushindi.